Watu husema pesa inaficha aibu, lakini ukweli ni kwamba mara nyingi pesa ndiyo huanika roho ilivyooza. Mtaa wa Mlimani uliwahi kuwa tulivu mpaka siku ambayo tajiri mmoja aliamua kujiona Mungu mdogo. Mzee Baraka alikuwa ni jina lililotisha. Kila mtu alipoitaja, walihakikisha sauti zao zinashuka kama wanaomba msamaha. Alikuwa tajiri, mwenye hoteli tatu na magari ya kifahari yaliyopaki barabarani kama alama za utawala. Kwao kila sekunde ilikuwa ni biashara. Hata saa ya ukutani ilikuwa ya dhahabu. Watu walimwona kama mfano wa mafanikio. Lakini ndani ya kuta zake kulikuwa na mtu mwenye kivuli kikubwa cha kiburi. Karimu, kijana mwenye moyo wa kazi Alikuja kwake kuomba kazi ya kawaida ya kufagia na kupika chai. Alikuwa maskini lakini heshima yake ilimfanya apendekezwe kwa maneno ya adabu. Baraka alimwangalia kutoka juu chini, akacheka kavu, kazi ipo, lakini usijione muhimu hapa, watu kama nyie mnakuja na kuondoka kwa upepo. Hivyo ndivyo dunia inavyopima thamani ya mtu, si kwa utu bali kwa uwezo wa pochi. Maskini hupimwa kwa mavumbi, tajiri kwa maneno. Siku ya kwanza ilipita. Karimu alifanya kazi kwa bidii, hakusema mengi. Alijua maisha haya hayakuwa rahisi, lakini angalau alihisi kuwa kwenye mwelekeo sahihi wa kutafuta riziki halali. Lakini Baraka hakuwa mtu wa huruma. Alikuwa na hasira isiyo na sababu. Kosa dogo lilimaanisha matusi kuchelewa sekunde mbili tu, adhabu ya kukaa njaa. Karimu alivumilia, alikumbuka binti yake mdogo nyumbani, Zuri, aliyekuwa akimuuliza kila usiku, baba, kesho utaniletea ndizi? Kuna watu wanakula kwa fahari, lakini wengine wanakula kwa machozi. Dunia hii inahitaji moyo, si pesa pekee. Siku zikapita, mateso yakawa kawaida. Baraka akawa anapenda kuona uoga machoni mwa Karimu, ilimfanya ajisikie mwenye nguvu zaidi. Kila jioni, Karimu alirudi chumba chake kidogo kilichokuwa nyuma ya ukuta wa hoteli. Mvua ziliponyesha, maji yalipenya hadi kitandani. Hata hivyo, hakulalamika. Usiku mmoja, alisikia mlango wake unagongwa. Ilikuwa ni Neema, mke wa Baraka. Alimpa chakula na kusema kwa upole, usijali kijana, Mungu anaona. Karimu alitabasamu kidogo. Hakujua kwa nini mke wa tajiri angekuwa na huruma kwake, lakini maneno yale yalimgusa. Yalikuwa kama moto mdogo wa tumaini. Siku iliyofuata, Baraka alimkuta Karimu akizungumza na mkewe. Hasira ilimchoma kama moto ndani. Alimvuta shingoni akamtupa chini mbele ya wafanyakazi. Umeanza kujiona na sauti humwe? Kijana wa mtaa wa chini, unafikiri unaweza kusimama mbele yangu? Hasira ya mwenye mamlaka ni sumu, hasa inapochanganyika na wivu na oga. Hapo mtu hugeuka mnyama anayeogopa kivuli chake. Karimu alinyamaza, hakujibu hata neno. Alinyanyuka akapiga magoti kwa heshima na kuondoka kimya kimya. Siku hiyo moyo wake ulianza kufa taratibu. Baraka alitabasamu. Akidhani ameshinda, hakujua kuwa dunia ina tabia moja ya ajabu, inahesabu kila tone la damu, kila machozi ya mtu asiye na sauti. Siku ziliendelea kama midundo ya mateso. Karimu alizidi kuwa mnyonge huku Baraka akizidi kufurahia kuona aibu ya wengine. Wafanyakazi wote waliogopa hata kumwangalia machoni. Baraka alijiona kama mfalme wa dunia. Kila anapopita, watu walisimama. Alizoea heshima ya uoga, si ya upendo, na hilo ndilo lililomfanya awe pipofu kuona utu wa binadamu mwingine. Neema mke alianza kuchoka. Kila usiku alilala akimfikiria Karimu na mateso aliyokuwa akipitia. Huyu si Baraka niliyemwoa, alijiambia mara nyingi kwa sauti ya huzuni. Usiku mmoja Karimu alichelewa kurudi kwenye nyumba ya nyuma baada ya kumaliza kazi. Baraka alimsubiri, na hasira ikamlipuka kama moto ndani. Alimshika shingoni akampiga bila huruma. nilikuambia kuwa hapa hakuna kuchelewa. wewe ni nani hadi uniletee uzembe? Alipiga tena na tena hadi karimu akaanguka. Watu wenye nguvu hawajui wanapozidi, wanaamini sauti yao ndiyo sheria, lakini sauti ya Mungu huja kimya, kama upepo kabla ya radi. Neema aliingia haraka, akajaribu kumzuia. Baraka, acha, anaumia. Lakini Baraka alimrudisha nyuma kwa mkono mkali. Usiningilie mambo yangu, Nema. Karimu alitoka akivuja damu puani. Alitembea taratibu akitazama juu mbinguni. Alinyamaza, lakini macho yake yalikuwa na ujumbe. Siku moja dunia itajua. Kesho yake hakuonekana kazini. Wafanyakazi wengine walisema aliondoka alfajiri. Lakini waliona alama za damu karibu na banda lake. Wengine walinyamaza kwa hofu. Baraka hakujali kwa wao, kifo au maisha ya maskini ilikuwa sawa na kumwaga maji ardhini. Aliendelea na biashara zake akijiona imara zaidi kuliko jana. Lakini usiku ule ule, mlango wa ofisi yake ulijigonga mara tatu kwa sauti ndogo. Aliposogea hakukuwa na mtu. Akafunga Dakika tano baadaye viti vilikaanza kusogea vyenyewe. Alifikiri ni upepo, lakini dirisha lilikuwa limefungwa. Alijikuta akitokwa na jasho baridi. Labda ni mawazo tu, alisema kwa sauti ndogo, akijaribu kuhelelisha ovu wake mwenyewe. Ndoto zikaanza usiku huo. Alimwona Karimu amesimama mbele yake akiwa amefunikwa na damu, akimwangalia bila kusema neno. Kila akiamka moyo wake ulipiga kama doma la mauti. Uovu haumalizwi kwa kulala. Roho ya yule uliyomuumiza hukaa ndani yako ikikusubiri ufumbue umacho, uone tena. Neema alianza kumwona Baraka akibadilika. Alikosa usingizi, alikosa utulivu. Mara kwa mara alikuwa akiamka ghafla usiku akisema, mwondoe huyo kijana hapa ndani, lakini hakuna mtu mwingine aliyekuwa hapo. Neema alianza kuhisi kuna kitu zaidi ya akili. Aliamua kimya kimya kwenda kutoa sadaka kanisani bila kumwambia mumewe. Siku ya saba tangu tukio na kumpiga Karimu, mvua kubwa ilinyesha. Wakati Baraka akifunga mlango wa hoteli yake, aliona kivuli cha mtu aliyesimama pale barabarani, mvua inamnyeshea lakini hakusogea. Kuna ishara ambazo watu waovu hazielewi. Mungu akiamua kukutafuta, hata mwanga wa jua utakuwa giza lako. Toka siku ile ya mvua, maisha ya mzee Baraka hayakuwa tena kama zamani. Kila asubuhi alipoamka, alisikia sauti ndogo ikimnong'oneza majina, sauti ya Karimu, laini lakini nzito kama mzigo wa hatia. Alijaribu kupuuza, akiamini ni mawazo tu, lakini kila alipofumba macho, alimwona Karimu akiwa amesimama pale, uso wake umejaa damu na midomo yake ikimwambia haki haifi, Baraka. Neema alijaribu kumfariji mumewe lakini Baraka alizidi kuwa mkali. Wewe huelewi kitu, kuna mtu humu ndani ananifuatilia, alisema kwa hasira huku jasho likimtiririka usoni. Kila chumba alichopita taa zilikuwa zikidundadunda zenyewe. Kioo kilichokuwa ukutani kilipasuka ghafla usiku mmoja kana kwamba kitu kisichoonekana kilikigonga kwa nguvu. Wafanyakazi wa hoteli walianza kuondoka mmoja baada ya mwingine. Walidai walisikia sauti za maumivu, wakiona kivuli cha mtu kisicho na miguu kikizunguka usiku. Uovu unapokomaa hauchukui muda kuzaa woga, na woga wa mtu mwenye hatia ni adhabu yenyewe kabla ya hukumu. Neema alibaki peke yake ndani ya nyumba kubwa Alijua jambo baya lilikuwa limefanyika, lakini Baraka hakuwahi kusema ukweli. Kila alipomkumbusha kuhusu Karimu alibadilika kuwa kama simba aliyejeruhiwa. Siku moja Neema aliamua kufungua ghala la nyuma ambalo Baraka alikuwa amepiga marufuku mtu yeyote kulikaribia. Harufu nzito ya chuma na damu ilimkaribisha mara tu alipoingia, akaona kitu kilichomfanya apige kelele kwa hofu. Kulikuwa na shati lililotapakaa damu na picha ya Karimu iliyochanwa vipande viwili. Baraka aliposikia kelele alikimbia ghala haraka. Alimkuta Neema akiwa amesimama akitetemeka. Umemfanyia nini yule kijana? aliuliza kwa machozi. Mwanamke ndiye shahidi wa kwanza wa uovu nyumbani, na wakati machozi yake yanapomwagika huwa ni kama kioo kinachoitwa mbele za Mungu. Baraka alibaki kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akasema kwa sauti ya kukosa utu, nilifanya nilichopaswa kufanya. Alikuwa msaliti, alinidhalilisha mbele ya mke wangu. Neema alilia kwa uchungu, huyo kijana hakuwa na kosa, ulimua kwa hasira zako tu. Akampiga kofi cha huzuni, kisha akakimbia nje, huku mvua ikianza kunyesha kama laana. Baraka alibaki ndani akitazama sakafu iliyotapakaa maji. Ghafla taa zote zilikatika, kimya kilitanda, kisha mlango wa nyuma ukajifungua taratibu, bila mtu. Baraka akasogea pale, akipumua kwa shida. Mbele yake kivuli cha mtu kilitokea, Karim akiwa amevalia nguo zile zile alizomuua nazo. ulifikiri damu haitazungumza Baraka, sauti ilisema taratibu Baraka alipiga kelele kubwa, lakini sauti hiyo haikusikika nje. Kila kitu kilifanyika ndani ya nyumba iliyojifunga yenyewe. Alijaribu kukimbia, lakini kila mlango ulifungwa kwa kishindo cha moja cha radi. Wakati roho inakuja kudai haki, hakuna mlinzi wa mali wala mlango wa chuma utakaoizuia. Uovu ni deni linalolipwa kwa damu, si pesa. Usiku ule ulimalizikwa na kimya zito. Asubuhi yake Watu wa mtaa walikuta mlango wa nyumba ya Baraka umefunguliwa taa zikiwaka, lakini ndani huku kuwa na mtu aliyepumua. Kiti chake cha ofisi kilikuwa kinazunguka taratibu kama mtu aliyeondoka dakika chache zilizopita. Usiku ule ulikuwa wa giza lisiloelezeka, anga lilikuwa lenye huzuni, upepo ukivuma kwa nguvu ya kusisimua, ukileta sauti za majani yanayokumbusha historia. Neema alirudi nyumbani moyo wake ukiwa mzito na mashaka. Usiku wa mwisho hauna huruma, huchukua kila siri, kila dhambi na kuziweka mbele za mlafu wenyewe. Baraka akakaa kwenye kiti chake cha ofisi, uso wake ukiwa mweusi kwa hofu. Hakuna mtu wa kumpigia kelele. Kila sauti iliyokuwa ndani ya nyumba ilikuwa ya roho ya Karimu, ikimkumbusha kila hatua aliyofanya. Neema alitembea kimya, akitazama kila kona ya nyumba alijua sasa kuwa hatia ya Baraka haikuwa ya mtu mmoja tu. Kila kipande cha dhambi kilikuwa kikiangaziwa na ukweli wa usiku. Ghafla kivuli cha Karimu kilionekana katikati ya chumba, uso wake ukitabasamu kwa huzuni na ghadhabu sambamba. Ulininyima utu, sasa utaona giza lako, sauti ilisema kwa upole, lakini yenye uzito wa mwanga wa haki. Haki haifi na mara nyingine huja kimya ikikaa taratibu kwenye nafsi ya mtu anayefikiri amepita bila lawama. Baraka alijaribu kukimbia, lakini kila mlango ulifungwa ghafla kwa kishindo cha moja cha radi. Kila dirisha, kila kioo kilimuonesha kivuli cha Karimu akimwambia kwa macho yake yaliyojazwa damu na huzuni, usihofu, haki imekwisha kwanza. Neema alijaribu kumfariji akimkumbatia, lakini hakumgusa. Alijua sasa baraka lazima akabiliane na giza lake mwenyewe na kuona maumivu aliyosababisha kupitia macho ya Karimu. Usiku ulioendelea nyumba ilijawa na sauti ndogo za kilio cha Karimu, kila kioo kilichopasuka kikiwa kama usemi wa haki. Baraka alijikuta akilia kwa kweli, kila neno la roho likiingia ndani ya moyo wake. Wakati roho inamfikia mlafi, hatia haiwezi kuhalalishwa, hata mali, heshima na nguvu haziwezi kuifunga. Ghafla milango yote ilifunguka taratibu na Neema alisogea karibu na Baraka, alimwambia kwa sauti ndogo, hii ni mwisho wa uovu wako sasa. Unajua dhambi haifi bila malipo. Baraka alijikuta akiangalia chini, macho yake yakiwa yamejaa hofu na machungu. Hakujua la kufanya ila kukubali kuwa sasa kila hatua aliyochukua ilikuwa ni dhambi. Neema alitazama mlango wa mbele, alihisi upepo wa usiku ukipeleka kila kumbukumbu ya giza la Baraka. Akijua kuwa sasa historia ya dhuluma ilishaandikwa. Giza la dhambi linapoanguka, linaacha alama ya milele ndani ya nafsi aliyetaribu kuikwepa. Baraka alijaribu kuzunguka chumba, lakini kila hatua ilimwonyesha kivuli cha Karimu kikiwa kimetulia, kimemwangalia bila maneno, akimwonyesha uzito wa dhuluma aliyofanya. Neema alibaki kimya akitazama Baraka akijikuta amesalia peke yake na hatia yake. Huu ulikuwa usiku wa mwisho wa haki ya Karimu, usiku wa kufichua kila siri. Mara nyingi hatia huishi milele ndani ya mtu, lakini haki ya roho huonekana, haipiti bila kutimizwa. Usiku ule ulimalizikwa na kimya, lakini ndani ya Baraka, giza lake limejaa mwanga wa kutambua. Hakuna huruma, hakuna kimbilio, kila kitu kilikuwa wazi. Neema alitoka nje, upepo wa usiku ukimzunguka, alihisi kwa sasa mumewe amekabiliana na ukweli wa roho ya karimu na kuwa hakutakuwa tena dhuluma kama hiyo ndani ya nyumba yao. Baraka alibaki peke yake, macho yake yakiwa yamechoka, nafsi yake ikitambua uzito wa dhambi hili. Ilikuwa somo lake la mwisho: dhuluma inalipwa, giza lina mwanga, na haki haifi milele. Asubuhi ilipofika, kijiji kichote kilikuwa kimya. Watu walikuja kuangalia nyumba ya Baraka, wakiona milango imefunguliwa lakini ndani hakukuwa na mtu aliyepumua. Kila kona ilikuwa kimya, taa zikiwa zimetulia kwa upole. Mwisho wa giza hauishi kwa kelele, huisha kimya kwa kila mtu kuona matokeo ya vitendo vyake. Baraka alibaki ndani peke yake, mwili wake ulitetemeka lakini roho yake ilijua kuwa hatoweza tena kuepuka hatia yake. Kila jambo alilofanya kwa hasira na tamaa ya mali Lilimfanya ajue kuwa giza lake halikoseki. Neema alirudi akitazama mumewe akiwa amekumbuka kila dhambi. Hakusema chochote akijua kuwa sasa muda wa hukumu ulikuwa umekwisha. Mwanga wa ukweli umefika na kisasi cha karimu kimekamilika. Maji alijikuta akiona kila picha, kila shati lililotapakaa damu na kioo kilichovunjika kikiwa kimetulia kimya, akijua kuwa kila hatua aliyochukua ili kuua hofu na mwanga wa wengine imegeuka dhidi yake. Kijiji kilianza kupona polepole pole. Watu waliona kuwa hata tajiri anaweza kuanguka na hata maskini wana nguvu ya kweli, moyo wa uvumilivu na haki. Hii ilikuwa somo la maisha: mali na heshima bandia hazina nguvu mbele za ukweli. Hata pale ambapo kila kitu kinaonekana kuwa kimya na kuanguka, haki hujitokeza. Mwisho wa giza ni mwanga wa somo Baraka alijikuta akibadilika ndani yake. Hakuwa na furaha tena, lakini alijua sasa kuwa giza alilojijengea wenyewe haliwezi kudumu milele. Hata mali yake yote, heshima na nguvu, hazingeweza kumlinda kutokana na hatia yake. Neema aliendelea kushuhudia akiwa na huzuni na woga kidogo. Alijua kuwa hatia ya Baraka ilikuwa funzo kwa wote waliokuwa tayari kuona mali haiwezi kununua heshima wala hatia haiwezi kuishi bila malipo. Usiku ukafika, nyumba ya Baraka ikawa kimya kabisa. Kila kipande cha historia kilikuwa kimepotea, isipokuwa maumivu ya nafsi yake mwenyewe. Giza lake limefutika, haki ya Karimu imefika, na somo limebaki wazi. Watu wa mtaa walihisi hofu na heshima kwa wakati mmoja. Walijua kuwa hata pale ambapo kila kitu kinaonekana kuwa kimya, giza linaweza kuja, lakini mwanga wa kweli daima unaonyesha ukweli. Hii ni historia ya tahadhari: dhuluma inalipwa, haki hujitokeza, na kila dhambi huacha alama isiyopotea. Majani aliketi peke yake akitambua kila kitu. Hakuna tena cheki ya mali, hakuna hofu ya wengine. Kilichobaki ni uzito wa hatia yake na somo la milele la kuwa mtu mwenye huruma. Neema alitazama mbali akijua kuwa sasa maisha yanapaswa kuendelea, lakini kumbukumbu za usiku huo hazitafutika. Giza limepita lakini funzo limebaki milele. Baraka alijikuta akikabili giza lake la ndani mara ya mwisho. Hakuna msaada, hakuna kimbilio. Kila neno la Karimu lilikuwa dhahiri, kila hatua ya dhuma ikawa kweli. Kijiji kiliendelea na maisha yake, lakini kila mtu aliyesikia hadithi hii alijua kuwa mali na nguvu hazina maana bila utu. Haki huonekana na dhuluma haikosi kulipwa. Huu ndio mwisho wa simulizi hii. Giza lina mwanga wake, dhuluma inalipwa na haki hujitokeza kwa usiku au mchana. Neema na Baraka waliendelea kuishi, lakini kwa hofu na kumbukumbu ya usiku huo. Mwisho haukuwa wa furaha wala huzuni, bali wa somo: kila kitendo kina matokeo. Na hivyo historia ya tajiri aliyejizoa hatia, maskini aliyesalia shuhuda, na Neema aliyeshuhudia kila kitu inamalizika. Giza limepita, haki imetimizwa, na funzo limebaki milele.